Haji Sande Manara El Bugatti, mume wa Zaylisa, of course, ni mtu ambaye amekuwa akitrendi kupitia mitandao ya kijamii na moja ya kitu ambacho alikizungumza Haji Manara, alimuomba Maimartha, kutokana na sakata lake ambayo ilitokea wiki kadhaa zilizopita, na sakata la hawa watu wawili ni kurudisha nyuma kidogo, kabla sijakupa kinachoendelea kwa sasa. Hawa wawili, Maimartha na Haji Manara, walikuwa wanazozana kuhusu E, ule mzozo wa siku ya harusi ya Stefania Ziziki Hamaimatha alisema kwamba mke wake na Haji Manara ambaye ni Zaylisa hakurudi nyumbani, mpaka chungu cha kwanza kilipoanza cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, alienda kulala kwa ex wake ambayeni Dula Makabila. So Zaylisa siku ile ya harusi alikwenda kulala kwa Dula Makabila, ni kitu ambacho kilikuwa kikiendelea kati ya watu wawili hawa. So Haji Manara baadaye, baada ya porukushali tulikwekea Voice note hapo awili, hawa alikuwa akiongea kwenye simu. Nadhani kama hujazipitia uta flashback kidogo kwenye hizi posti ambazo tumekuwekea hapo, utaweza kuzisikiliza zile sauti. Haji Manara alikuja akazungumza na kusema kwamba ili amsamehe Maimartha, basi anatakiwa alipwe shilingi bilioni moja, kitendo ambacho Maimartha alikisikia na yeye aliweza kujibu kwa kile ambacho anazungumzwa nacho. So Maimartha na yeye amekuja juu nitakokea video yake hapo ikimuonesha Maimartha anaongea. Maimartha amesema kwamba Manara pamoja na Zaylisa wao kama familia wanatakiwa wamlipe yeye Maimartha shilingi bilioni tatu. Kumbuka Ji Manara alitaka bilioni moja na yeye Maimartha mienda mbali zaidi na ameweza kuwafungulia shtaka polisi na ameweza kuweka wazi nambari ya shtaka hilo ambalo amesema nambari ya shtaka hilo ni KJN Mkwaju Arabii mkwaju kumi sitini mkwaju ishirini ishirini na tano. Sasa, kwa hiyo ndo hivyo wameomba kwamba Haji Manara ampe shilingi bilioni tatu. Kumbuka yeye Haji Manara amesema ili amsamee Maimatha anatakiwa alipe shilingi bilioni moja, so Maimatha imetaka bilioni tatu na tayari kesi ameshaifungua. Sauti ya Maimatha nitakuachia hapo msikilizaji anachokizungumza na amesema tu kwamba anataka cheche yake, kwa sababu hata ukisema akipewa zile bilioni moja na bilioni tatu kwa hiyo bado kuna chance ya bilioni mbili kwa angani hapo inazagaa kou, tuone nani atashinda hii vita, lakini kumbukani, sawasawa digital, ili wa kwanza kupata taarifa zetu hakikisha una subscribe chaneli yako ya sawasawa digital, halafu kitu kingine unawasha alama ya kengele pale, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu punde tu tunapokuwa tumekuwekea. Tusizungumze binafsi, mimi nilikuwa na ushahidi na kufanya vitendo kama vile ambavyo Aa, kaka yangu anaendelea kuvifanya, jamani, ni uvunjifu eh, jamani wa sheria. Na nikirejea tu kwamba baada ya kutoa habari ile alikuja yeye eh, na Zaylisa alikuja kaka Haji na Zaylisa wakaja na matusi mazito eh, wanatukana eh, kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Uzuri matusi yale bado yapo eh, bado yapo na nimeyahifadhi, na kwa namna hiyo pia Uh, ile ni lugha uh, ya matusi mtandaoni na ni kesi tayari, na binafsi mimi na watu wangu tayari tumekwenda kufungua kesi jeshi la polisi, na arabi namba ni hiyo hapo uh, ni KJN mkwaju arabi mkwaju kumi sitini mkwaju ishirini ishirini na tano eh, na tayari kesi hii tumeikabidhi kwa jeshi la polisi. Naweza nikawambia wazi kwamba uh, kwa kinachoendelea kwa Haji Manara kaka yangu eh, tunaheshimiana sana na mheshimu sana lakini, nimeona huko anakoelekea eh, ni bora ni, ni ni nipeleke jambo hili kwa wale wanaotu